Tunaposema usajili wa biashara unabadilisha maono kuwa vitu halisi na tangible, ni kwamba ili kitu kiwe tangible, ni kitu ambacho kinaeleweka na kinashikika na kinawezekana kubadilishwa au kutumika. Unaposajili kampuni inakupa nafasi ya vision na maono ulionayo kuyaandika imezungumza mara nyingi kwenye memorandum and articles of association, na kitu kingine inaitwa objective of company. Objective of the company ni kama malengo ama na utafanya nini kwenye hiyo biashara. Ukishajua nini unatafanya kwenye biashara yako, it means ni kutoa vision ama idea uliyonayo kichwani na vile vitu ambavyo unataka kufanya kuvileta kuwa attainable goals. Kama unaleta kuwa attainable goals, na kusaidia wewe kufanya vitu ambavyo ungetamani kufanya badala ya kuviacha kichwani, unaviita kwenye vitu ambavyo viko timely kwamba nikitoka hapa naenda hapa, nikitoka hapa naenda hapa, nikitoka hapa naenda hapa. Make sure unahakikisha vision zako hazipotei, zinakuwa vitu vinavyofikika, kwa kuweza kusajili kampuni yako, kwa sababu kampuni ndo namna pekee inakupa nafasi ya kufanya biashara zaidi ya kumi, industry tofauti tofauti zaidi ya kumi, na kuweza kuplani vitu vyako hata zaidi ya miaka kumi ijayo ukiwa huko leo.